Moto sana moto sana ya, atari, atari ya sana. Chipukizi ya Kaya, batoto bachipukizi bakaya ya moto, lakini wanakuja e, na moto mingi sana moto kama ya pasi hey. Hey. Bwana? ya na banakumbuka balikuwa jana na juzi hapa yule, eh balikuwa hapo, leo tutakuwa tunaangalia kama iko kwenye Pango mzima. Au sio? Yes. Hiyo uh, maneno tunaangalia angalia. Yes sir. Uh, alafu hey. Wakanda uh -huh. Wakanda 254 Wakanda wanamtafuta huyu jamaa. Hey. Upo uwezekano ikafanyika kitu baina ya Wakanda le vibe hapo hey. Hey. pia Yani yake kiasi Hey. ni Alafu ume msikia mwanangu mmoja kwenye dude hapa kama kama yeah. Hey. Nimejaribu kutafuta hiyo vibe wewe bozi hey. kuwa hizo anapiga kama anakubela inakuwaje lakini mimi niko niko fresh Buheri kabisa. buheri kabisa wa afya right. Ka weekend kalikuwa karefu iobuhekabis kamekuja bahari yake hey, unajua tulianza Friday. Ah, yes it I. Ada. Sasa tukaingia Friday, Saturday, uh -huh. Sunday. Ndio right. Leo tunakamalizia sasa. Eh, bwana, Eid ulikuwa wapi? Mimi Eid ilikuwa zangu nyumbani mm. ya maeneo ya Mkongani kule yeah. ya Kirewe pale. kulikuwa kumeshika sana kule. kulikuwa kumeshika kinoma. kulikuwepo na kadara kweli? Ah, makadara? Eh. I, I mean what, uh... yani, zile zile zile shere, na sherehe sherehe zina watu kwa, kwenye Eid wa wanaendaga sherehe kule. Sherehe ni lazima eh, wajua kuna kuna sijui kwa nini ukushikanishe makadara wakati eh, wote kukiwa na sherehe za Eid. huwa eh, kuna ale magunia yale. Oh yeah. Eh, yale alafu yeah, yeah, huko yeah, mjini huwa ni sehemu tofauti tofauti zimetengwa. Sii tunashukuru kule maeneo ya Mkongani. mm -hmm. kwa sababu tulipatwa kutembelewa a, na wakubwa kutoka sekta za hapa katika serikali yetu ya county. Aha. na mimi mwenyewe binafsi huwa sana napenda sana sanaa. Walikuja na walikuja na, na, na zawadi ya, ya sikukuu ama walikuja wao wenyewe tu walikuja kama kualikwa? Yeah, naongea kuhusu Madam Francisca Kilonzo. Aha. Yeah. Alikuja. Kulikuwa na tamasha gani? Kulikuwa na festival tu ya pale ya, ya Wana Kirewe Arts. Okay. Yeah, kwa kwa sababu wale ni tuko vijana ambao tunafanya sanaa so tuko karibu. Group yao iko tofauti. Naam. Yeah, lakini walitualika. Right. Pia sisi tukakua pale uh, na nashukuru eh, Madam Francisca alikuwa pale kuhakikisha kuwa unajua, anapigania sana sana, sana, sekta ya sanaananashukuru right, right. Alikuwa mahali pale na MCA wetu Yusufsengezo pia aua mm -hmm. Alikuwa maeneo alikuwa pale right, ya, na mambo naona alikuwa vizuri zaidi. Labda kuna kipi kilichodondoshwa pale ambacho ama utatueleza baadaye kama takuwa na nafasi e, e, leze, ya wengi itakuwa naelezea, lakini ile la muhimu tu ni kushukuru uh, kwa ujio wa wale wa viongozi ambao walifika pale maeneo yale yeah. Uh, kwa sababu likuwa na different performances madancers uh, walikuwa pale waimbaji uh, walikuwa yani sanaa yote ilikuwa imekamilika pale, mwanangu. Hii ni Idi inaitwa Idi Adha, adha. Uh, kama vipi watu walikuwa ni idi ya kuchinja yeah. ulichinja?

Uh, Ijumaa tulikuwa hapa na Nakubela akaondoka, yeah. uh, Jumamosi, okay, nilikuwa naye tukawa na muda mzuri sana mwanangu akiwa pamoja na waif wake pamoja na junior okay. Uh, halafu Jumamosi ile mida ya saa nane kama kawaida nikaingia church pale, lakini nashukuru kuna jirani yangu mmoja ambaye pia naye si muislamu alikaribishwa na fikiri na Waislamu na alipokaribishwa naye akanikaribisha, akahakikisha kwamba nimepata Uh, ki, kipaja cha, cha, cha, cha ng'ombe. Inakubalika. Eh, kisemu ya paja ya ng'ombe yaani, unajua yule ng'ombe mm, ile paja lake halafu likato nusu eh, yaani ina maana mpaka leo kwenye friji nina nyama <laughs> <laughs> <laughs> hey, itakuwa basi imeenda vizuri sana eh, yani mpaka leo yeah. kwenye friji nina nyama, sina wasiwasi huyo eh, yani jirani, jirani ni mwema sana yani yule kama vipi, uh, nafikiri aliletewa nusu ng'ombe ama robo ng'ombe, kama sijakosea, kwa sababu kuna majirani wengine najua sahii ah, akijua kwamba kwanza, wewe ni Mkristo, hata kihistoria siku, alafu ulipitia sikukuu, hata hakuonja kitu eh. Ama ulichinja eh, nguruwe anahakikisha pia amekunyosha. amekunyosha. Sasa mimi yule ambaye yupo <laughs> <si muislamu. naam. laughs> na imani alikuwa ameturukiwa na mwislamu fulani ama na waislamu fulani right. Akaletoa nafikiri kama alikuwa si robo ng'ombe ni nusu ya robo ng'ombe, maana ilikuwa nyama nyingi wow. na akaganyia, tuko katika compound yetu, tuko majirani kama watatu hivi hiv uh-huh. E, DK pale right. Alipata pia nafasi mm-hmm. Najua hakuongea hiyo DK eh. uh-huh. e. <laughs> Alafu mimi, alafu na jirani nafikiri mmoja mwingine, so karibu sote tuliweza kutunikiwa, ilikuwa kama apaja zima la ng'ombe lile likaanguka upande wetu, likagawanywa gawanywa mtu tatu. Wow. Yeah. Apo ni kuchomelea. Yaani amna amna. Ah, mimi kwanza tulipiga yeah, boilo ya kwanza ya tumbukiza. Kwanza, kwanza. Yeah. Ya kwanza ilikuwa tumbukiza na sima. Unaona eh? Uh-huh. Tumbukiza na sima. Ah, tumbukiza dry ile na mavitungu vitunguu, mahoho, nini nini. Oh, okay. Eh, tumbukiza dry uh-huh. Kwa dakashupu kwa mbali kazi itoka pale. Uh-huh. Alafu alikuwa amenona na freshi. Wow. Alafu na sima. Uh-huh. Alafu jana sasa uh-huh. tukapiga biri. Weh. Wow. Eh, na mwana, na mtoto wangu anaitwa Anwarit kanini huyo. Uh-huh. Eh, mamake hayupo kwa sasa hivi. Lakini ni mkali. Lakini mtoto amechukua ma ameurithi kutoka kwa mamake. Wow. Akapiga biri moja la kiutu uzima lenye pilipili ya kukaanga moja kali, mwanangu, tukalipiga biri uh -huh. Alafu ah, leo tukasema tunapiga off Eh. Kesho tunatafuta matokeo ya ya, ya viazi sababu ile stoki bado ipo pale eh, yule... iko tunakuweka. Ah, sawa sawa <laughs> eh, kuonekana kwako hilo noga hilo noga ashkuru, nashukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru Mwenyezi Mungu yeah. Na Mwenyezi Mungu ah, kwa yule aliyemtunuku yule jirani nah. Mwenyezi Mungu amuongezee na pia jirani aweze kumbariki sana. Tupendaneni jameni, tu tuache right. Ukabila ya tuache ukabila, mm, ya, tuache uh, uh, maneno na na dini tuziweke kando, yani tuache tofauti zetu sisi wote ni wanadamu. Yeah, sisi wote ni wanadamu. Alafu kitu kimoja wanataka kumkumbusha wanadamu. Yeah. Damu yako nyekundu kama yangu. Eh, ngozi inaweza badilika lakini damu ni ile ile. Yaani ni mandugu lakini from another mother. Eh, yeah. Bwana, ni wakati pia kujua msikilizaji sikukuu yake ilikuwa namna gani? Ah, yeah, ni kupitia kwa line yetu ya SMS simu ambayo iko wazi, ambayo ni 0702931931 mm, ama 0702 mm, 949949, unatuambia kama ulipata nyama mm, ama mwaliko ama ulichinja ama ulichinja eh. Yeah, unatupatia fomu kuchinja, ni yoyote tu umechinja, kuku, umechinja yeah, mbuzi wala nambari ya simu iko wazi. Kitaa hadi kitaa, unategea ukiwa wapi mwenetu? Tuambie bila kupoteza muda, alafu cha msingi zaidi utuambie, je, sikukuu yako ilikuwa namna gani? Wananiita mwanafaa wa Captain Lui. MC Mboko, sauti ya Gen Z. Right, na kama tunasemaga kama kawaida, hapa hapa laliki, hapa kaliki.